Po, leo hii katika Hadubini, habari kwa kina, tunaangazia zoezi la upasuaji moyo kwa watoto ambalo limefanyika katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo ndani ya hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Zoezi hilo ambalo limehusisha aina mpya ya matibabu ya moyo kwa kutumia mirija ikiwa ni aina ya kwanza ya upasuaji kufanyika barani Afrika. Madaktari bingwa wazalendo wa kitanzania wakishirikiana na wale kutoka nchini Israel wamefanikiwa kufanya upasuaji kwa watoto thelathini na wanne wa kitanzania wenye umri kati ya wiki mbili na miaka kumi na mitatu. Mwanahabari wetu Marin Hassan Marin ana taarifa kamili. Nakabiliana na muda wa kunusuru hai, niko na vazi maalum la uzito kama wa kilo sita hivi, na shuhudia moja ya zoezi kubwa kabisa la afya kuwahi kufanywa barani Afrika, tiba ya moyo kwa watoto kwa kutumia mirija bila kupasuliwa kifua. Daktari Profesa Muhamedi uh, Janabi uh, kaimu uh, mkuu wa uh, Jakaya Kikwete Cardiac Institute katika hospitali ya taifa Muhimbili, asante kwa kushirikiana na televisheni yako ya taifa. Uh, katika haya yote mmekuwa mkitekeleza zoezi kubwa kabisa la kiafya la upasuaji wa moyo kwa teknolojia hii ya mirija inakuwaje, dokta na mafanikio yake? Huu upasuaji wa kutumia mirija ni kwamba tunaweka tundu dogo tu la sentimita kama mbili kwenye paja hapa na kuingia na mirija njia yote mpaka tunapofikia moyo, na kutumia vyombo maalum devices zinaitwa na. Kwa lugha ya kirahisi, kama mtu ana tundu, tunaita mwamvuli. Yani unaziba una, una lile tundu uh, kwa kuweka kitu kama mwamvuli hivi, kinaitwa device. Natumia neno mwamvuli kurahisisha. Nikiwa katika vazi la rangi ya jivu Kulia na kushoto kwangu ni mabingwa wa tiba ya moyo. Naangaza watoto waliomudu upasuaji. Dokta, kuokoa fedha sawa, lakini hapa inaonekana ni kuokoa maisha kabisa zaidi. Tunaangalia hawa watoto kwa mfano tu tuliowafanyia, kutoka Jumapili mpaka leo, watoto 25 na 9 tumewapangia procedures zinaendelea sasa hivi huko. Kidaktari nusu yao ba mwisho wa mwaka huu wangekuwa wamefariki kama hawakufanyiwa hizi procedure upasuaji. Na kawaida sisi kwa takwimu zetu katika miaka mitano, tusingekuwa na mmoja katika hao kama hawakufanyiwa nani, kwa sababu sio magonjwa unaweza kusema kuna vidonge tumia moja kuto mara tatu, alafu hu ugonjwa utaondoka. Tunaongelea mioyo iliyoharibika naongelea no njia za moyo zilizoziba, kwa hiyo damu haitoki. Na ndio maana hata ukipanda hapo juu ukisikia huyu mtoto ana miaka kumi, ukimwona nikikwambia na miaka mingapi, unaweza kuniambia na miaka mitatu au na miaka minne, kwa sababu kama damu haitoshi huwezi kukua. Ina maana kwamba hawezi kwenda shule, anachoka haraka sana, anageuka blue na maisha yake mengi yanakuwa hospitali kwa sababu tukimweka mwezi wa kwanza tukimruhusu mwezi wa tatu atarudi, atarudi mwezi wa nne. Kwa hiyo ile wanasema quality of life inapotea, lakini ukiwaona watoto na utapita juu ambao tayari tumeshawafanyia upasuaji wamebadilika kabisa, na naweza kulisema kwa kujivunia kabisa taasisi yetu, hawa watu sitini tuliwafanyia kutoka mwezi wa kwanza uanze Hamna hata mmoja aliyefariki, kwa rekodi iko vizuri sana hapa. Niko kama nusu mita na upasuaji mkubwa wa kuchana kifua kwa watoto, niliarifiwa ni miongoni mwa operesheni nzito kabisa zilizojitokeza siku nne zilizopita katika taasisi hii. No, no, no. Daktari, taasisi yako inaonekana ina teknolojia hali ya juu kabisa. Hiki ni kituo bora katika vyote walivyowahi kuzunguka kwa hapa Afrika sub sahara side, kwa sababu nani, kitu cha kweli, mimi binafsi nimesoma nje miaka kumi na tatu kabla sijaamua kurudi nyumbani. Ni vifaa ambavyo utavikuta nchi yoyote ukienda. Kwa mfano hiyo cathleb inaitwa biplane, serikali imetumia dola bilioni karibu nne ni nukta mbili kununua um, um, huo mtambo um, ulikuwa hapo chini Tuna theatre za kisasa kabisa mbili na hii ya tatu tunategemea kufungua kabla mwisho wa mwaka. Ina kifaa cha kuweza kuf... yani ni vifaa vichache sana tu, tukiongeza hapo tunaweza tukafanya transplant ya moyo. Kwa hiyo na, na ndio maana utaona faida kubwa tunaopata sisi tunapowaita hawa na mtazungumza nao, kwa sababu wako hapa sasa hivi, hawaji na vifaa kwetu, kila kitu kiko hapa na ndo kitu kimoja tunajivunia sana hicho. Kwa hiyo wanakuwa hawana hawana tabu ile kwamba labda hiki tutakikuta hakipo, labda kile tutakikuta hakipo. Tuna vifaa vya kisasa kabisa. Na kama kabla hatujaanza haya mazungumzo, hiki ndio kituo pekee kwa Afrika Mashariki cha serikali ambacho kinafanya operation za moyo kubwa kama tunazofanya sisi. Marine Hassan, Marine, TBC, Dar es Salaam.